Ni miaka 26 sasa tangu Tanzania impoteze baba wa taifa hilo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nyerere ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu aliyokuwa Tanganyika, kisha rais wa Tanganyika na baadaye Tanzania, alifariki dunia Oktoba 14 mwaka 1999, kwa maradhi ya kansa ya damu katika hospitali ya Mtakatifu Thomas nchini Uingereza. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa Tanzania, kutokana na mchango wake wa kujenga umoja, mshikamano, utulivu na amani nchini humo. Enzi za uwai wake baba wa taifa hilo alichukia uonevu dhuluma na ubaguzi wa aina zote, huku akiasisi siasa ya ujamaa na kujitegemea kupitia azimio la Arusha. Siku zote Mwalimu Nyerere aliamini katika umoja, na ndiyo maana ilipofika mwaka 1967 yeye na Rais Milton Obote wa Uganda na Jomo Kenyatta wa Kenya wakaanzisha jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ilikuja kuvunjika miaka kumi baadaye. Nje ya mipaka ya Afrika Mashariki, Mwalimu Nyerere alikuwa mwanamajumui wa kweli, yani a true pan africanist. Yeye pamoja na viongozi wengine akiwemo Kwame Nkrumah wa Ghana Selasi wa Ethiopia na Kenneth Kaunda wa Zambia walishiriki kuanzisha Umoja wa Nchi Huru za Afrika, yaani OAU, kwa lengo la kupigania uhuru wa bara la Afrika. Ukienda pale makao makuu ya AU jijini Addis Ababa, utakutana na sanamu la mwanamajumui huyu ambaye alikuwa tayari kuona nchi zingine za Afrika zinapata uhuru kabla hata ya Tanganyika. Kwa sasa, Kanisa Katoliki limempa Mwalimu Nyerere hadhi ya mtumishi wa Mungu, ikiwa ni moja ya hatua za kufikia utakatifu.